Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa Kisiwa24 TV, karibu tena katika mtiririko wa video ambayo tumekuwa tukizoeka kupitia channel yetu, na video ya leo tutaenda kuonyesha kikosi ambacho kitaenda kucheza, kikosi cha Simba ambacho kitaenda kucheza dhidi ya RS Berkane katika mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika duru ya pili. Uh, bila kupoteza muda tuende kwenye video moja kwa moja, lakini tukukumbushe usiache ku like, share na kusubscribe katika channel yetu ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata video zozote ambazo tukiziweka. Asante sana. Naam, na, karibu tena katika video hii kama nilivyosema hapo awali kwamba video hii lengo na madhumuni yake ni kuonyesha kikosi cha Simba ambacho kitaenda kucheza dhidi ya kikosi cha RS Berkane katika fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, au tunaita CAF Confederation Cup final second leg. Ndiyo, ukumbuke kwamba katika mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi kati ya RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club wa ambaye walikuwa ugenini nchini Morocco, Simba alipotezwa kwa kufungwa goli mbili kwa sifuri. Kwa hiyo mchezo huu ni wa marudiano na mchezo wa kuamua ni nani atakuwa bingwa wa mashindano ya ya ya, ya, ya ya ya kombe la CAF Confederation kwa msimu wa mwaka 2024 25. Kwa hiyo yu... Video hii ina lengo la kujuza ni kwa namna gani unaweza kutazama kikosi cha Simba ambacho moja kwa moja kitaenda kupambana dhidi ya klabu ya RS Berkane. Yes, uh, ikumbukwe kwamba kikosi huwa kinatangazwa lisari moja kabla ya kuanza kwa mchezo, na mchezo huu unatarajiwa kuchezwa kuanzia majira ya saa kumi kamili za jioni pale Zanzibar, katika uwanja wa Amani Stadium. Kwa hiyo tunatarajia kikosi kitawekwa au kitatangazwa kuanzia majira ya saa 9 kamili alasiri. Na sisi hapa kupitia website yetu ya Kisiwa 24 blog tutakuwekea kikosi kamili cha Simba ambacho kitaenda kuikabili timu ya RS Berkane baada ya kutangazwa. Kwa hiyo kupitia hatua hizi unaweza ukakitazama kikosi cha Simba Sports mara baada ya kutangazwa hapo itakapofika majira ya saa 9 kamili ya arasili siku ya tarehe ishirini na tano ya mwezi Mei ishi ishirini na tano ambayo ni siku ya Jumapili, ni sali moja kabla ya kuanza kwa mchezo. Kwa utakacho kutakiwa kifanya aa, ni kwenda kwenye chrome aa, search engine yako unaitumia kufasi utakumia chrome, utaenda kwenye chrome na kubonyeza and then. Ukisha fungua chrome aa, utakacho kifanya, pale juu utaenda kusechi kisiwa 24 blog and then utaweka enter. Ikishafunguka utaenda kwenye website ya kwanza hapo, and then theni uta, utaikliki. Uh, ikifunguka utaenda pale juu kwenye logo ya kisiwa 24 and then uta click okay. and then uta click pale uta click pale okay. Ukishaikliki utashuka chini mpaka um, sehemu ya kwenye menyu hapa, sehemu ya menyu utakliki hapo, sehemu ya menyu ili kufungua menyu. Utaenda kwenye option ya michezo ambayo ni hiyo hapo, option ya michezo utakliki hapo ili kufungua option ya ya michezo, and then utashuka chini okay. utaitafuta posti imeandikwa matokeo ya Simba Sports versus RS Berkane 25. Okay. uta- utashuka chini mpaka utapata hapo imeandikwa a kikosi cha Simba Sports, Sports Club versus RS Berkane, hicho hapo tunakiona, and then utabonyeza hapo. Okay, utabonyeza hapo na na kikosi kitafunguka Uh, hii ni post ambayo itakuonyesha kikosi cha Simba ambacho kitacheza uh, dhidi ya RS Berkane. Kwa utashuka chini mpaka hapo chini, pamesema hapa chini ndio kikosi cha hapa chini ndio kikosi cha Simba kitakachocheza kitakachotangazwa kita, kita risaa kabla ya kuanza kwa mchezo. Kwa hiyo baada ya kikosi kutangazwa, hapa chini ndipo utakuta kikosi cha Simba ambacho kitacheza na RS Berkane hiyo ni njia ya kwa kwanza ya kuweza kutazama kikosi, lakini njia ya pili ya kuweza kutazama kikosi cha Simba dhidi ya RS Berkane tutatumia tutatumia ukurasa wa Instagram wa, wa klabu ya Simba Sports Club. Kwa utaenda kwenye kusechi kama kawaida, ili uingie Instagram. Okay. Utaenda kwenye Instagram. Okay. Ukishaingia kwenye Instagram utaenda kwenye sehemu ya search. And then utaenda ku search pale juu utaandika Simba Sports Club. And then utaingia kwenye official page ya Simba hiyo ambayo ina blue tick. Utaingia hapo. Mara nyingi sana klabu ya Simba kabla ya, ya kuanza kwa mchezo huwa ina, ina, inaweka vikosi vyake, kwa hiyo hapo mwanzoni kabisa kwenye hapo juu kabisa utakuta kikosi kimewekwa hapo, baada lisa, lisa, ya majira ya saa tisa kamili, utakuta kikosi kimepostiwa hapo, kumradhi, utakuta kimepostiwa hapo, unaweza kukitazama. Kwa hiyo ni njia ya pili ambayo unaweza ukatazama kikosi cha Simba dhidi ya RS Berkane kuelekea fainali za kombe la shirikisho barani Afrika ambao ni mchezo wa pili ambao utafanyika pale kwenye uwanja wa Amani mjini um, Zanzibar. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi unavyoweza kutazama unaweza mchezo au kikosi cha Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo katika mchezo wa fainali za kombe la shirikisho barani Afrika utakaofanyika tarehe 25 Mei 2025, siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni. Na kikosi kinatarajiwa kutangazwa risali moja kabla ya kuanza kwa mchezo. Tunatumaini kwamba kuanzia majira ya saa tisa kikosi hicho kinaweza kuwa kimetangazwa. Asanteni sana kwa kuweza kufuatilia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiache kulike kusha na kusubscribe katika video zetu, lakini pia uh, usiache kufuatilia ili kuweza kupata video nyingine tofauti tofauti. Asanteni sana.